Mheshimiwa naibu waziri mkuu, shule yetu ya wasichana Longido Samia kwa sasa ina jumla ya wanafunzi mia tatu na kumi. Anajua ni shule nzuri ya maana. Halafu tunaita ya science, halafu watoto hawaenda wa maabara ha? Shida ni nini? Nataka tu mnisaidie kujua, Mheshimiwa naibu waziri mkuu hatujakwama popote, hilo ambalo tunatakiwa kulifunga shelf, Mheshimiwa waziri mkuu, lipo ndani ya uwezo wetu, ni tutalifunga ndani ya siku mbili na kisha vifaa vinafungwa. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, hatujakwama siku mbili ndio. Mheshimiwa waziri mkuu, kama ni shelf, ni siku mbili tu, tutafunga hivyo vifaa. Mheshimiwa waziri mkuu, shelf ni nini kwanza? Shelf ni kabati, ni kwa Kiswahili eh, ni kabati, sio tatizo, neno la Kiingereza shelf. Ni kabati, ni kabati, mheshimiwa unalichukua unalifunga hapo, you don't need two days Tukihendo vizuri hivyo vitu vitakuja vitawafaa watoto. Tungependa tuone mtoto hachori tu test tube, aione test tube afanye titration mwenyewe, na ndio tunataka scientist wapatikane kutoka huku masaini, si ndio? So I hope uh, RC you been charged na hili jambo. Hizo wiki mbili wanazosema kwa kwani yangu ni siku nyingi, kabati hili tukiwa hapa leo, kesho walifunge, mpaka kufika Ijumaa, hivyo vilivyopo vifungwe. Vile mnavyopaswa kununua mtuambie baada ya muda gani, na ataniambia hiyo maabara ije. Na mimi kabla bunge halijavunjwa nitalazimisha nije nione watoto wako kwenye maabara wanafanya majaribio. Ndio kila la heri. Salamu za shukrani kwa mama yetu Samia suluhu Hassan kwa kutujengea shule hii ya wasichana. Hatimaye sasa tunaweza kusoma kwa amani, na tukiwa tuna mabweni yetu hapo, hatuna shaka ya usalama, kwani baada ya darasani ni resani, mabwenini kwa hiyo tunachokiwaza ni kitabu ni kitabu mpaka mwisho, na tuna imani tutatimiza ndoto zetu. Kwenye wilaya yenu fedha ambazo zimekuja hapa ni bilioni mia moja na moja na milioni mia tano zote zimemwagwa kwenye wilaya hii kwa ajili ya maendeleo yenu. Ziko kwenye elimu, kama shule hii, ziko kwenye umeme, ziko kwenye barabara, ziko kwenye maji. Ukitoka hapo na kwenda kwenye umeme mna vijiji vyote nimeambiwa arobaini na tisa vyote vina umeme. Kwa hiyo nataka niwatakie kila la heri wanafunzi mlioko hapa, someni kwa bidii. Nimeambiwa mnahitaji jiko la gesi, tumeshawasiliana na mtu, kuanzia wiki ijayo watafanya utaratibu, waje wawafungie gesi, tuanze kutumia gesi. Nimetembelea maabara, maabara zile zimejengwa vizuri, lakini hazijaanza kufanya kazi. Nimemwelekeza mkuu wa mkoa afuatilie kwa karibu na mkurugenzi, maabara hizo vifaa vimenunuliwa tayari, watoto waanze kutumia maabara. Eti vifaa vikinunuliwa vikawekwa store, maanake ni kwamba kuna mahali hatuwatendei haki watoto hawa na mama Samia, aliyetoa hizo fedha Mkurugenzi, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, hakikisheni hizi maabara zinaanza kufanya kazi. Hii biashara ya watoto kuanza kuchora bunsen bana badala ya kuiona ni zama zilipendwa. Hawa wanatakiwa waone hiyo bunsen bana kwenye meza waiwashe, wafanye titration kama ambavyo tunataka wanasayansi tuanze kuwazalisha hapa. Nataka mtumie shughuli hii kwa ajili ya maendeleo yenu. Watoto mliokuja hapa, nataka niwape wito kama mzazi. Mungu amewapa kipindi hiki tumieni kipindi hiki kutafuta elimu, mwaze jambo moja: kitabu, kitabu, kitabu. Na mkumbuke kuwa wenye uadilifu, mumche Mungu, mwe na maadili mema, ili tuwe na taifa zuri baadaye. Make your day right. Gili boni online TV, kupata habari mpya na kwa haraka kila siku. Usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gili boni online TV.